Yanga Oi, wananchi tukiwa nje ya dimba la Benjamin Mkapa a, tukiwa tunasubiri ndani uongozi wa Yanga na viongozi wa, wa, wa, wa, wa, wa TFF na wa serikali kwa ajili ya kikao cha hatuchezi. Mna lipi la kusema, mwalimu Yanga? Kwanza taa tu tuambie mashabiki na wanachama wa Yanga ambao mko sehemu mbalimbali, ni muda mwafaka, njoo Benjamin Mkapa a, kwa ajili ya kushinikiza kuambia TFF bodi ya ligi pamoja na viongozi wetu jambo ni moja la wananchi ambao wamezamilia ah, katika matawi yote ambayo tumekubaliana kuwa mechi hatuchezi na mechi hatuchezi kwa sababu jambo moja wenzetu walitukimbia wanataka kulazimisha kuja kucheza mechi tunaambia viongozi nyie mpo kwa niaba ya mashabiki na wanachama ambao wamewachagua wanachama na mashabiki wamezamilia wamesema hakuna mechi kuchezwa yeyote ambayo ataenda ambaye ataenda kinyume na msimamo wanaaa